kutolewa kwa matokeo ya mtihani huo wa KJSEA wa gredi ya tisa kumefungua ukurasa mpya kwa elimu ya CBE, huku kwa mara ya kwanza wanafunzi wakitarajiwa kujiunga na sekondari ya juu. Wanafunzi zaidi ya milioni moja wakitarajiwa kuanza mfumo huo wa elimu kuanzia tarehe 12 Januari baada ya kujua shule watakazojiunga nazo. Emily Chebet anatupa fursa ya mpito huu kutoka sekondari ya msingi hadi sekondari ya juu. Baada ya miaka tisa ya mtaala wa masomo wa CBE kung'oa nanga nchini, wanafunzi, wazazi, walimu na washikadau katika sekta ya elimu wamepitia changamoto si haba, ikiwemo kubadilishwa kwa vitabu pamoja na mkanganyiko wa ni wapi shule ya sekondari msingi inapaswa kuwepo kutangazwa kwa matokeo ya wanafunzi zaidi ya milioni moja waliotahiniwa katika gredi ya tisa unafungua ukurasa mpya kwa sekta ya elimu, kulingana na waziri Migos Ogamba. Kufikia wiki ijayo, wanafunzi wote watakuwa wamepata kujua shule za sekondari watakazoelekea come Wanafunzi hao ambao tayari wamechagua shule kumi na mbili wataitiwa shule hizo ikizingatiwa nyanja ya elimu waliochagua wizara ya elimu ikiwahakikishia wanafunzi na wazazi kuwa nafasi zipo kwa kila mwanafunzi. Total capacity of the 9,540 senior schools is 2.2 million learners. A total of 929,262 learners will be exiting secondary school after the KCSE this year. Waziri wa elimu aliongeza kuwa fedha zinazotolewa na serikali kwa kila mwanafunzi zitasalia elfu ishirini na mbili na hakuna karo itakayoongezwa. That there has not been any revision of boarding fees or any other fees payable by learners in our schools. Wizara ya elimu iliyorodhesha shule za sekondari kulingana na masomo ambayo watafundisha. Baada ya kutangazwa kwa matokeo ya gredi ya tisa, kinachosalia sasa ni kwa wazazi wanaosubiri kuona jinsi wanafunzi watakavyojiunga na shule za sekondari. Emily Chebet, Runinga Citizen, Nairobi.